Habari zenu Tanzania. Nafikiri tulipofika sasa hivi, wa Tanzania tumefika sehemu ambayo ni muhimu kwa kila Mtanzania kukubali, kutambua na ku acknowledge kwamba Tanzania ni nchi ambayo iko chini ya uongozi wa kidikteta, ni nchi ambayo wananchi wake ni mateka wa Tanzania. Sisi ni mateka ndani ya nchi yetu, tunashikiliwa kwa mtutu wa bunduki. Samia anatushikilia kwa mtuto wa bunduki, CCM inatushikilia kwa mtuto wa bunduki, there is no any other way ya kujidanganya. Na ngoja niwaambie kitu, hii system ya ukatili ya kupiga risasi wananchi ya nini? Ilikuwepo miaka yote, ilikuwepo. Ni vile wananchi mlikuwa hamjawahi kuichallenge kwa maandamano, mlikuwa hamjawahi kuichallenge serikali ya CCM kwa maandamano. Ndio maana tulikuwa hatujawahi kuujua ukatili wao. Waliuficha huu katili wao miaka yote hii, kwa sababu walikuwa hawajawahi kupata upinzani mkubwa hivi wa kuwaondoa madarakani. Ndio maana waliweza kuuficha huu katili wao. Sasa hivi tumewachallenge, tukawavua nguo, wakajionesha. Na kwa nini nasema uongozi huu ulikuwepo miaka mingi? Samia Suluhu alichokifanya tarehe ishirini na tisa ni kutoa oda ya wananchi kuwawa, lakini kilichofanya oda zile zikatekelezwa ni kwa sababu hii ndo system ambayo tayari ilikuwa imeshajengwa jengwa. CCM alishajenga system ya kwamba hatuiachii nchi milele na milele, tutaua kila mtu, lakini hatuiachii. Ndio maana ile order ilitekelezwa. Niwapeni mfano, why nasema hivyo. Hapa Marekani sasa hivi Donald Trump akitoa order sasa hivi kwa polisi wa Marekani kwamba watu wanaandamana na Marekani kila siku ni maandamano, Donald Trump akitoa oda kwa polisi wa Marekani, kapigeni risasi wale, I say, hakuna polisi atafanya. Ni kwa sababu hiyo system haipo Marekani, hata kama rais akiamua, hiyo system haipo Marekani, kwa hiyo haiwezi kufanyika. Hiyo system ipo Tanzania na ilikuwepo Tanzania miaka yote, lakini iliweza kujificha kwa sababu walikuwa hajaikuwa challenged, walikuwa hajaikuwa challenged. Kwa hiyo inabidi watanzania tukubali tunaishi chini ya mtutu wa bunduki. Inabidi tukubali sisi ni mateka kwenye nchi yetu, na tusikubali serikali hii haramu. Tusikubali kina Mwigulu Nchemba wakajaribu kuidanganya dunia kwamba Tanzania imerudi kama ilivyokuwa zamani, Tanzania kuna demokrasia, watanzania ni watu wako free. Sisi sio watu huru. Tanzania sio nchi, nchi huru. Tanzania ni mateka, sio nchi huru. Hii yote kufungua kanisa la Gwajima kusema sijui Gwajima kusema sijui Gwajima hatafutwi hata tena. Hii yote sio kwa ajili yenu wa Tanzania, ni kwa ajili ya international community, ili waendelee kupata hela, ili waendelee kupata mikopo. Kinachowasumbua sasa hivi mpaka wanafungua makanisa, mpaka sijui hawamtafuti Gwajima, mpaka sijui wanawachia watu, ni mikopo, ni kuchukua mikopo wanajaribu kuikonvinsi dunia kwamba Tanzania kuna demo kuna demokrasia. Wanajaribu kuionesha dunia kwamba Watanzania ni watu huru, mbona wanaishi kwa raha tu shida, ili waweze kuchukua mikopo tena. Sasa sisi wananchi tusiwaruhusu kina Mwigulu wakaiga slide dunia. Sisi ndio tunajua situation tunayoishi sisi ndio tunajua hakuna uhuru Tanzania, tunaishi chini ya mtutu wa bunduki, tunashikiliwa, hatuwataki. Dunia nzima inajua sasa hivi, nyinyi mnajua wa Tanzania sasa hivi, ukifanyika uchaguzi wa haki CCM wakipata pasenti kumi sijui. That means tunashikiliwa kwa kinguvu. Kwa hiyo tusikubali kina Mwigulu wakajaribu kuiga slide dunia. Tusikubali. Ukweli ni kwamba watanzania ni mateka kwenye nchi yao, na tusidangani tuna amani. Ndugu yangu, Tanzania amani haipo, amani haipo Tanzania, amani haipo. Tanzania inatawaliwa kwa mtutu wa bunduki, and na huo ndio ukweli. Inabidi watanzania tuwe voko na hicho kitu, popote tunapoongea nje ya Tanzania lazima tukubali na tuseme, jamani, sisi tunashikiliwa kwa bunduki kama hamwamini tutashikiliwa kwa bunduki, ufanyike uchaguzi, waje wasimamizi wa nje, waone waone kama kuna mtanzania atawachagua hawa. tunashikiliwa k